Katika nyakati ambazo mawasiliano na teknolojia zinakuwa, uwepo wa taarifa pia uh, na usambazaji wake huwepo kwa namna tofauti, na nyakati hizo zinahitaji pia taarifa ambazo zinakuwa sahihi, lakini umakini pia katika kutambua uh, taarifa zisizo sahihi, lakini sambamba na hilo uh, wajibu wa watu wa taarifa kutoa taarifa kwa wakati na kuepuka pia mazingira ya kutengeneza taarifa potofu. Nimungu ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia hapa na kujadili, hasa kuhusiana na namna ya kukabiliana na taarifa zisizo sahihi katika jamii. Na kupata ufafanuzi huo na mengi, tunaye hapa wakili James Marenga kufahamu kuhusiana hili. Karibu sana Wakili. Asante sana karibu sana Wakili. Asante sana. Siku hizi hatuongezi msomi pale, eh, tenda unaongeza. <laughs> Sisi ni wasomi, kwa sababu tunasoma kila siku ah. E, ndio maana tunahudumia jamii kubwa. Wewe ukipata kesi ya, ya daktari nitaishughulikia. Nikipata yeah. kesi ya mkandarasi nitaishughulikia Nikipata kisa mwalimu nitaishughulikia, lazima nifahamu mambo yanayohusiana na, tunawahoji watu tofauti tofauti kila siku, sikuwa mwandishi wa habari msomi katika muktadha wa mawasiliano ya kisasa ambayo hufanyika na huwepo pia uh, njia nyingi za kupata taarifa. Tunaposema masuala ya taarifa zisizo sahihi, ni kitu gani ambacho tunamaanisha? tuna Asante sana ndugu mtangazaji, na hiyo limekuwa ni jambo pana sana eh? Taarifa ambazo ni za potofu na taarifa za uongo eh? na ni ni imekuwa ni jambo la hatari sana, kwa sababu sasa dunia imeenda kwenye ulimwengu sasa, kama wanavyosema, wa wasayansi na teknolojia na dijitali, imekuepo imekuwa, imekuwa hmm. Sasa eh? hmm. mtu anayekuwa na simu yake ya mkononi ana bando, anaweza kutengeneza taarifa ona wakati mwingine ya kushtukiza sana au ya kushtua yeah. Tofauti mbili ya taarifa ya potofu na taarifa ya uongo: taarifa ya potofu inaweza kuwa isiwe na madhara moja kwa moja, isilete madhara, lakini taarifa ya uongo inaweza kuwa na madhara moja kwa moja yeah. Tunakumbuka tuna, tuna ile kipindi cha COVID 19 kulikuwa kunatolewa taarifa potofu nyingi sana kuhusiana na ule ugonjwa. Tunasema tiba fulani, chanjo mahali fulani imetoka na vitu vingine kama hivyo, unaona mtu anasema kabisa chanjo fulani na iko namna inaweza kutibu, na, na, na watu wanapata matumaini fulani au vitu mm, fulani kama hivyo, sawa au taarifa zingine za kupotosha zilikuwa zinatoka kwamba bana ugonjwa wa COVID umetokana sijui na mnyama gani, so mnyama anasema kitu fulani, no? Na, asema, fulani, unaona wengine wanasema imetengenezwa na wataalamu wa nchi fulani ili kupunguza jamii fulani hivi mm. ya watu unaona, watu wanatengeneza kitu kitu kama hicho, unaona. Sasa inakuja hapo lakini, habari ya uongo yenyewe inakwenda mbali zaidi, kwa sababu yenyewe ina madhara moja kwa moja. Kwa mfano uh, kipindi fulani kule DRC Congo kulikuwa kuna watu wanaitwa chinja chinja eh. mm. Beni kule, kwa mfano, ilitokea kipindi fulani watu wakatangaziwa tu tena na vyombo vya habari na naenda kupitia kwenye media U, ile watu wale chinja chinja wanaingia Beni leo jioni unaona, na siku hiyo kulikuwa kunanyesha mvua kubwa sana pale Beni eh? miaka kama elfu ishirini huko 2020 watu wakatoka kwenye manyumba yao na watoto, alafu kuna mvua, kuna vitaro, watoto wakaingia kwenye maji wakapotea, wengine walikufa, mpaka leo hawatambuliki walipo. Ili habari ilikuwa ni ya uongo kabisa moja kwa moja, kwao ilikuwa na madhara moja kwa moja, wale watu kule walikufa, wakapotea au kuonekana tena, naona na hiyo ni habari habari mbaya sana kwa sababu inaleta ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina madhara ya moja kwa moja kwa, kwa, kwa, kwa jamii, unaona no. Na kama nilivyosema, uh, kwa ulimwengu wa sasa huu wa teknolojia hii sasa ya masuala ya habari eh? Eh, kama nilivyosema, mtu anaweza kukaa kwenye simu yake ya mkononi akaandika tu kwa mfano sawa. Tena wakati mwingine, habari za upotofu, mtu anatumia sasa, wale watu ambao ni maarufu sana, mtu anaweza kusema labda Rais Jakaya Kikwete akamatwa na madawa ya kulevya, alafu kuna picha pale inaonekana rais amekamatwa na polisi na ameshikiliwa kabisa ile. Unajua sasa, AI na utengenezaji, anakamatwa kabisa, nguo anaonekana. Kwa hiyo mtu kwa mfano ambao yuko labda yuko, yuko, ako kijina sehemu nyingine, akiona picha kama ile anaona kama kitu halisi kabisa kimetokea, naona mm. Kwa hiyo mara moja tu inaleta Taharuki na vitu vingine kama hivyo. Unakuta ni kitu cha kutengeneza. Naam. Eh, ni kitu cha kutengeneza. Sasa. Okay, ukiangalia hizi habari potofu habari, um, zisizo na ukweli uh, ziko katika dhana ama mitazamo mitatu. Mtazamo wa kwanza ni eh, pale ambapo mtu anatoa taarifa ya uongo bila kujua kama ni ya uongo mm -hmm. Yaani kaiona tu haraka haraka kaichukua kashea na watu wengine, hiyo mm -hmm. eh, wanaita misinformation. Mm -hmm. Lakini mm -hmm. kuna ile E, mtu anatoa taarifa anajua kabisa ni ya uongo kabisa, na bado anaisambaza ili kupotosha, wanaita e, disinformation, disinformation. Yeah. Alafu sasa kuna ile uongo. Kuna ile e, dhana ya tatu ambapo yeah. Mtu anatoa taarifa ni ya kweli, lakini anaihamisha kutoka katika muktadha unaotakiwa, anapeleka katika muktadha, anaipindisha ili yeah. kutengeneza kupenyeza yeah. ajenda anayoitaka kwa mfano yeah. E, mtu unaweza ukawa na vitu vyako umefanya kwenye faraga na wewe ni kiongozi wa umma mm, watu wanaitoa kule kwenye faraga mm, wanaisambaza wanai mm, ili watu wakiona wewe uchafuke mm, na vitu kama hivyo sasa mm. mm. dhana zote hizi tatu mm. zina, zina sheria inazungumza nini kuhusiana na eh, mambo haya matatu Tanzania? Tuna sheria kadhaa ambazo zinazoongoza haya mambo. Kwa mfano sheria ya haki ya kupata taarifa ya mwaka 2016 ni sheria ambayo imetoa mwongozo wa namna gani taarifa zitolewe. mm. Sawa, so, taarifa gani zinatakiwa zitolewe na nani anazitoa wapi na kwa wakati gani sawa. Na ndiyo maana ni muhimu sana kwa, kwa mamlaka na, na, na sheria inasema taasisi zote za umma na zile ambazo za, za binafsi ambazo zinatumia fedha za umma katika uendeshaji, labda mahospitali fulani anapewa na ruzuku na kadhalika na kadhalika, hata vyama vya siasa kwa maana hiyo sawa, uh, watoe taarifa kuhusiana na taasisi zao na shughuli ambazo zinazifanya ili sasa wale ambao wanataka kuzipotosha wao waowao wakwanza wa, wa kuzitoa kwanza kabla zijapotosha, mm. wasije kuja kufanya kufa nini, kuja kutoa maelekezo kusahihisha au ku, kutoa ufafanuzi mm. sawa, kwa sababu hiyo ni kosa kubwa sana, na ufafanuzi umekuwa mwingi sana ufafanuzi umekuwa mwingi sana yeah. ulitakiwa wewe utoe taarifa kuhusiana na labda ni ofisi ya takwimu kwa mfano, mtakwimu mkuu wa serikali kwa mfano, wa mtakwimu mkuu anapaswa kutoa takwimu zinazohusiana na hali ya uchumi ya sasa kwa hiyo yeah. Manake kama e. taasisi, kama ofisi yako inatoa sana ufafanuzi ujue e, kuna ombwe la taarifa, ndio kuna ombwe la taarifa kabisa kabisa. Kama we ni mtu wa kutoa tu ufafanuzi, kuna mm. ombwe la taarifa mm. kwa nini ta, utoe ufafanuzi? Sheria kwa mfano yake ya kupata taarifa imetoa kabisa na kwenye kanuni zake mm. imesema kwa mfano ni wajibu wa taasisi za umma kufanya mkutano wa waandishi wa habari, press conference mm. sawa kabisa, nitakwa kabisa kila mwezi na zaidi ya mara moja nitakuwa kabisa na kisheria hilo, nitakuwa na kisheria, lakini taasisi ngapi zinafanya hivyo? sawa. na, na, na nia ile sheria ni kutaka kila wakati mtoe updates sawa. Sawa. Ufafanuzi wa mara kwa mara kuhusiana na yale mambo ambayo mnayafanya kama mm -hmm. ni Wizara ya Kilimo inafanya shughuli za kilimo au kuna mpango fulani unatakiwa kuanza iseme vizuri sawa ili watu wajue wa, wa, wa ili sasa watu wasije kupita huko chini wakapata taarifa zingine ambazo sio sahihi. mm -hmm. Sawa. mm hiyo -hmm. inakosesha ina, ina, ina sana haki ya taarifa. Kwa hiyo upotoshaji huu wa taarifa wakati mwingine unasababishwa na wale wenye taarifa wenyewe kukaa nazo, sawa. mm -hmm. Lakini kuna sheria zingine, kwa mfano sasa ndo sheria zinatoa makatazo, kwa mfano sheria ya, ya makosa ya mtandao, the cyber crime sawa imeeleza sasa haya mambo mbalimbali nakataza, kwa mfano utoaji wa taarifa tunazozungumzia sasa, na kwa sababu tunatumia mitandao sasa ya kijamii sana, kutengeneza taarifa yako wewe mwenyewe na kuisambaza sawa, lakini mwingine uh, upigaji wa zile picha kwa mfano matukio magumu magumu sana, unakuta mwingine anasema ajali imetokea mahali fulani, afu kumbe kuna picha ya sehemu fulani tofauti kabisa na lile eneo lilotokea, ile picha ndio inaweko pale mmm, ah, uh, kumbe mmoja mkubwa namna hii. Kuna mfano mmoja uh, kwenye hizi hii sekeseke iliyotokea juzi hapa Tanzania sawa kuna vyombo vya habari vya Kenya kwa mfano na mitandao ya kijamii walirusha picha moja ya ya kwenye ya kwenye TV kipindi fulani ambapo Mheshimiwa Magufuli alikuwa anapokewa nafikiri Mwanza na nini na nini, watu walivamia pale uwanjani kwa sababu ya ile ile hamasa na namna ambao walikuwa wamevifu, um, um, um. Sawa. Sasa wakaihusisha ile picha na kwamba Watanzania polisi wameshindwa kuwadhibiti Watanzania ambao wanaandamana wameenda mpaka airport na wamevamia ndege na kadhalika na kadhalika kwa wamechukua ile picha ya kule zamani wakaja wakaiunganisha huku. Sawa? Sasa hizo ni masuala ya misinformation na disinformation kwa maana hiyo. Sawa? Ni kitu ambacho hakipo kabisa na ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kuleta uharibifu fulani. Sasa yeah, hiyo inatokea inatokea, inatokea mara kwa mara. Kwa hiyo sheria kama ninavyosema yeah, hiyo hakipata taarifa na hiyo sheria mwingine ya ya ya, ya cyber crime ambayo inatoa maelekezo fulani fulani tofauti na sheria zingine za jinai ziko ambazo zinasema ukitoa taarifa ambayo ni ya uongo ni kosa, eh, zinazohusu mambo ya takwimu, mambo ya nini zote zinaelekezwa. Na sheria inazungumza nini kuhusiana na, na, na, na ku, ku kuminywa kwa e, njia za mawasiliano no, e, kwa mfano kuzima um, mitandao ya kijamii kublock ile information flow, uh, na vitu kama hivyo sheria inazungumza nini? Kwa sababu vitu kama hivyo vinavyotokea, tunatoa mwanya pia wa kuibuka kwa taarifa za uongo na zikasambaa kwenye jamii. Unajua ibara ya 18 katiba yetu mm, inatoa iko wazi, imeelezea hizo haki za kupata taarifa, kusambaza mm, na kila yeah, kitu changamoto hua tunayoipata katika sheria zetu za nchi hii nyingi zao nyingi zinavunja katiba. Sawa. Kama mfano sheria unazungumzia sasa, inazungumzia suala la TCRA exact sawa. mm. Pamoja na, na kanuni zake mbalimbali, kanuni za maudhui mtandaoni sawa, umekuta, zimekuwa na changamoto sana na watu wamekuwa kizipigia kelele na kadhalika na kadhalika sawa, zinakwenda zinakinzana na ile ibara ya kumi na nane ya katiba mahali fulani fulani. Sasa kuna zingine kweli zina nia njema kabisa ya kufanya ya kuzuia watu wasipotoshe habari na vitu vingine kama hivyo, lakini kuna zingine sasa zinafanya uh, ile ibara ya 18 ifanye nini? Ivunjwe, ivunjwe kama wanavyosema, habari ya kutufungia kwa mfano mtandao. Kwa kuna njia bora zaidi ya kufanya kuliko kufungia mtandao moja kwa moja, kwa sababu unapofungia mtandao, sasa watu ndio wanazidi wana, wanakuja kupotosha zaidi. na wafunifu muone matukio ya karibuni baada ya mtandao yeah, kufunguliwa watu wanaona vitu vya ajabu kabisa na vya kutisha. Sasa na hivyo sasa natakiwa mtu mwingine ataka tengeneza sasa. Mm. Sio ndio bana vitu kwa sababu ningekuwa mtandao upo, watu wengine wanaona zile picha halisi kwa mfano, kweli ilitokea kitu fulani mahali fulani mm. kimeonekana mm. na imeisha. Lakini sasa ukiwa umefungia mali watu watakaa wata create wataingia kwenye mitandao wenye nani mm. AI zao watazungumza watatengeneza vitu ambavyo vitakuja kutisha zaidi. Sasa na ile ndio italeta shida zaidi kwenye jamii kwa sababu watu watasema Mungu wangu, kumbe mambo yalikuwa mabaya kiasi hichi. Unaona? Mm. Kumbe uhalisia wakati mwingine labda ulikuwa sio. Sio hivyo kabisa, ndio. mm -hmm. No. mm -hmm. mm -hmm. Yes, katika katika muktadha huo uh, wajibu, mm -hmm. kwa wote watoa taarifa na wapokea taarifa wa, mm -hmm. eh, wa kwa mujibu wa sheria, nini ambacho kinaeleza? Tumepewa wajibu na sheria, tumepewa wajibu wa sheria kwa watoa taarifa na mm wapokea taarifa -hmm. Sawa bana, ndio. Kama unasikia serikali inasema ukipokea taarifa ambayo huna uhakika nayo usisambaze, delete, futa kabisa, sawa, kwa sababu sheria kwa mfano ya mtandao, hii sheria ya makosa ya mtandaoni ya cyber crime inatoa adhabu kali sana sawa, so, za vifungo na faini. Tena vifungo vingine ni vikubwa sana na faini zingine ni kubwa sana kwa mtu ambaye atagundulika amesambaza taarifa ambayo ni ya uongo au ambayo inaleta upotoshaji. Wengine ameshakumbwa no, na, na, na kesi mbalimbali eh, tuna kesi, watu wamefunguliwa kesi mbalimbali kwa kusambaza taarifa ambazo si za uongo ambazo sizotakiwa. Sasa sheria inakataza kabisa, unaona bana. no, no, no, no, no. ah, kuwarusha watu wengine kwenye mtandao. Kwa mfano sawa, kama alivyosema uh, ndugu Gudlack Kapakata naanza kwamba habari kwa mfano ya kiongozi sawa, e, mambo yake yale ya, ya privacy. Sasa sawa, ingawa sasa uongozi na privacy nao lazima uwe macho sana mm. Sawa, kuna ukishakuwa kiongozi, kuna vitu vingine ambavyo sio privacy so lazima uwe very careful kwa privacy, faraga za, za, za chumbani mm. E, <laughs> sasa, sasa kama unaenda kuchungulia kama sasa, hapo mtu huyo akifanya kosa kama hilo, mtu ameenda, ana sio uliruhusu namna gani mpaka amepiga video yako chumbani labda huko na shughuli na burudani, ametegea mpaka kamera na burudani zako zinaendelea kule, afu mpigwa afu baadaye sasa mpaka uruhusu yani, unajua nini Lazima ufikirie sana mpaka uruhusiwe, ndio sasa. Kama umevamiwa mpaka uruhusiwe ukarekodiwe na kila kitu, sasa hiyo ni kitu kingine ki, ki kama hiyo nao ni jinai. Kama bwana alinivamia tu akanirekodi na mambo yangu ya faraga, sawa, lazima kuwa very, very careful. Lakini kama wewe ukatumia zako mwenyewe na simu yako, ndugu kiongozi, sawa, umeiacha hapo simu yako kwa sababu una mapenzi sana na mke wako au mpenzi wako, kwa mfano alafu Aka, uh, simu ile ile kwa sababu mlikuwa mkijirekodi mambo yenu ya, ya faragha, alafu baadae akaitumia na kurusha baadaye, zikaonekana, hilo ni kosa lako kwa sababu sheria inasema lazima uweke nywila kwenye chombo chako chochote kile. Usiamini mpenzi wako, usiamini mke wako au mtu mwingine yote, kwa sababu ukipatikana na vitu hivyo vimerushwa hatia ni juu yako wewe mwenye hiyo simu. Na katika hilo, unajua kuna vitu ambavyo inakuwa ngumu sana, kama ulivyosema kuna haki ya faraga mm. Wakati huo huo pia kuna haki ya kupata taarifa sasa, mm. Vitu hivi kuna wakati lazima vikaa vinakinzana. Wakati fulani unahitaji kupata taarifa fulani kutoka kwa mtu fulani, nakwambia no, hiyo mm. ni mama iwe faraga hii mm. sitaki kuitoa. Sasa huyo huyo mtu lazima ajulikane ni nani, mm. sawa eh, ninaposema kwamba uh, Mheshimiwa judge ana faraga zake ni kweli sana, sawa, lakini tukimkuta kwa mfano yuko mahali fulani ba alafu ni kwenye kaunta halafu sawa eh, esisi, nani mahali fulani lakini anapiga mambo fulani hivi nini sawa. Kuna kuna kuna watu ambao wametakiwa wame kutengwa sawa na baadhi ya mambo kwa sababu ya kazi ya yao sawa, ya, ya, ya kazi yao na ndio maana wanapewa kabisa miko ya hiyo shughuli yao kuifanya mm. eh, utakiwa kuonekana katika mazingira fulani fulani, fulani unayatamani kweli lakini, utakiwa kuonekana kwa, kwa sababu ya kazi yako hiyo kwa nayo sawa. Huko ukirekodiwa <laughs> sawa, ukirekodiwa ukaonekana katika vituko vyako fulani mahali fulani fulani. Sasa hiyo itakugharimu itakufanya nini, itakugharimu wewe mhusika pale Mm. Sasa, kwa lazima kuwa na umakini sawa. Wengine wanaweza kuwa na namna ya kujirusha na na na. na, na. Sasa vile vile uh, tunaenda mbali zaidi, sawa? Kwenye jamii za Kiafrika, sawa? Kuna mambo mengine ambayo labda yanaonekana ni tabu mm. za fulani fulani. Wenzetu kwa hata viongozi nje za nchi huko, nje ya nchi unaweza kuta wamepiga sawa mapajama, manini, wako mahali kwenye mabichi wana wanaogelea na nini na nini. Rais wa nchi, sawa? Na kadhalika na kadhalika. Lakini huko kwetu sasa ukifika kwenye extent hiyo na kuwa tena ngumu zaidi sasa ni watu watatengeneza taarifa hizo ambazo sasa zingine ni potofu, zingine ni nini, sawa? zinaleta madhara moja kwa moja. Moja kati ya sehemu ambazo zinaombwe hmm. kwenye kupata taarifa e, ni masuala ambayo yanahusu haki jinai. Haki jinai. E, hasa neno maarufu sana limekuwa maarufu limekuwa kama wimbo hmm. Uchunguzi unaendelea. Uchunguzi unaendelea. E, katika uchunguzi kuendelea imekuwa ngumu sana kujua uchunguzi unaendelea hasa katika baadhi ya mambo na mifano ipo. Mm. Eh, unadhani hii inaathiri kwa kiasi gani na inawanyima kwa kiasi gani haki wananchi kupata taarifa, hasa kuhusu namna ambavyo haki eh, justice inachukua mkondo wake, kuanzia mwanzo tukio lilivyotokea mpaka watu kujua mwisho wake, kwa sababu kuna baadhi ya matukio ambayo yametokea, eh, mwanzo umeonekana lakini mwisho haujaonekana mpaka leo, japo kuna marano, wengine wanasema jinai haifi lakini Eh, inaonekana imechukua muda mrefu. Asante mtangazaji, na hii ni changamoto kubwa sana. Mm. Eh, kuna mabadiliko mengi ya sheria imefanyika, hata sheria hiyo ya mwenendo wa makosa ya jinai ilishafanyiwa marekebisho mm. Sawa, kutaka kwa mfano unapo, unapo mshut, mtuhumu, mtu kwa yeah, kosa la jinai sawa, usimpeleke mahakamani mpaka huo umekamilisha uchunguzi ni sheria imebadilika kabisa sheria ya nchi. Ipo kabisa sheria. Sasa kwa nini watu wanapelekwa mahakamani bila ushuhuda? Ndio nakwambia sasa uvunjaji wa sheria hapa nchini nao ni mkubwa sana. Sheria mwenendo wa makosa ya jinai kabisa umefanya mabadiliko, ukasema kwamba sawa usimpeleke mtu mahakamani kabla hujafanya uchunguzi. Lakini mm, unaweza ukaendelea kumshikilia. Sasa hiyo changamoto nyingine nayo. Sawa. Kuna makosa ambayo sasa kwa mujibu wa sheria sawa wanakushikilia nayo. Kama unasikia sasa hivi kuna makosa ya uhaini, vijana wengi sana wameshikiliwa. Sasa mama mheshimiwa rais ametoa agizo pale, bwana DPP, angalia hawa ambao wana nani, ambao wana walionekana katika mkumbo tu, sawa, washughulikiwe alafu mwafutie mashtaka yao. Sawa, na mpaka leo hawajafutiwa wengine mashtaka. Unasikia huko sasa kwenye TV, sasa bado hakuna information labda atakufutiwa, you can't toju sawa. Lakini sasa habari sasa zinazopotosha sasa zinazopotosha, sasa ofisi ya DPP inajitengenezea ma, mazingira ya kupata habari za, za kupotoshwa sawa. Watu sa wengine nini kwa kwa nini wanakawia, wanakawia? Sawa, kama mheshimiwa kama rais ameshatoa agizo, kwa nini wao wanakawia? Kwa mfano hapo sa unatengeneza matenge, sasa watu kutengeneza taarifa ambazo zitakuwa nini za upotoshaji, labda naeza kuhusiana kuna rushwa inatengenezwa hapa, hapa labda ina, kwa sababu gani inachelewa wao wanawezekana na sababu zao za kitaalam. Sasa bana uchunguzi wetu labda bado na taratibu zake labda abc, lakini nani anazijua? Kuna bidii wa wazazi wao wa, wa, na ndugu zao wako mahakamani na wanalia. Sawa bana, wanasema watoto wetu matokeo kwa ni kwamba hmm. Hapo baada ya rais kwa giza, vilengi, ya rais kuagiza vile ingetakiwa ofisi ya ya ya ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ieleze iwaambie wao nini kinaendelea, ni hatua gani zinaendelea ili kuweza kushughulikia, kama mheshimiwa Rais amesema ile hadharani wakati mm, anaapishwa pale, na kadhalika na kadhalika. Maana ni maagizo mm, sawa, ni maagizo ya mheshimiwa Rais, anatakiwa atekelezwe tu. Sasa huku chombo kinachofuata huku chini, kazi yake ni kutoa sasa update, kwa sababu DPP ni mtumishi wa wananchi, yeah, sawa. Kwa hivyo anapaswa kutoa taarifa sasa kwamba bana, hatua hizi na hizi na hizi zinafanyika Sawa, ili watu sasa ile shauku na ombo ilioko huku kwa wananchi na ndugu zao na mama zao mm. wapate kuwa na aweni kwamba subirini mm. kidogo na, na, tunakamilisha hiki na hiki, tunaenda hiki na hiki, tuko kwenye hatua hii na hii na hii, tutakamilisha mm. hivi na hivi na hivi mm. na, na. Na vipi kuhusu mtazamo wa mihimili kujitegemea? Uh, katika hilo mm. eh, sasa sasa uh, independence sasa nazungumzia sana kujihimili kwa maana sasa kwa sababu ofisi ya DPP sasa ni tokeo la katiba sawa. Yaani, ofisi ile ni imetengenezwa na katiba moja kwa moja, sawa, kama bungi, sijui na kadhalika, rais, sawa, na katiba, viumbe wa katiba, viumbe wa katiba ambao moja kwa moja, na ndio maana ofisi hizi zinapewa uhuru wa kufanya kazi sawa, kwa kujitegemea sana, mm. bila kuingiliwa ingiliwa, kama lakini, sasa kwa sababu chini ya chini, chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sawa, mm. na kadhalika sijui, na ofisi ya DPP na kadhalika, wanapaswa kufanya kazi kwa ajili ya wananchi na sio vinginevyo, na sio mm. vinginevyo. Sawa, sawa kabisa. oh, yeah. mm. sawa, sawa, uh, sasa, ukiangalia kwa ujumla, unaonaje sasa hali ya utoaji taarifa uh, Tanzania uh, na unazungumziaje pia kuhusiana na hali ya kusambaa kwa taarifa potofu ambayo inaathiriwa na extent e, kiwango cha namna ambavyo tuna access taarifa mbalimbali mbali ambazo umma unapaswa kuzipata. Hali ya upatikanaji wa taarifa Tanzania imekuwa ikipanda na ikishuka. Yeah. Unajua, kuna kipindi unaona kabisa kwamba kwa kweli sasa wananchi wanapata taarifa na kuna taasisi zinajitahidi sana kutoa taarifa na kadhalika na kadhalika, lakini kuna kipindi kingine unaona kunakuwa kuna kukumna, kuna kushuka, kwa mfano, yeah. Yeah. Sawa, yeah. O, sawa, kutokana na hali fulani au situation fulani fulani, si ndio bwana? Kwa mfano kipindi cha uchaguzi kumuona, kuna hali fulani ilikuja kapungua habari ya taarifa fulani fulani, baadhi zikozana dhibitiwa na namna utoaji wake na kadhalika na kadhalika, labda kwa madhumuni fulani fulani, sawa, mm-hmm. Lakini huko nyuma ulikuwa unaona kabisa kama kuna vitu vingi vinafanya taasisi zinafanya za umma zinafanya shughuli, waandishi wa habari wanakwenda pale wanapewa taarifa zao na kadhalika na kadhalika, na watu wamekuwa kifahamu masuala kadha kadha wa kadha. Kwa hiyo sasa niseme kwamba kuna kuwa na kunakuwa na kushuka na kupanda sana kutokana na mazingira tofauti tofauti ambayo yanajitokeza. mm-hmm. e, na, na wakati tunakamilisha, ni mambo gani hasa ambayo mnashauri um, kama wataalamu wa sheria e, hasa tukirudi pia katika e, ule uh, wajibu wa kila mmoja katika utoaji na upokeaji wa taarifa suala so, zima kubwa kabisa ni utawala wa sheria. kama tungekuwa tunaishi sheria zetu zinavyoelekeza, yeah. tusije kuwa tunakumbana na matatizo kama haya kabisa huo mfano ambao unauzungumzia wa kuhusiana na kosa la jinai, una mtuhumu sawa, fanya upelelezi ukamilike, ndio umpeleke mahakamani. Sawa, ingekuwa inafanyika namna hiyo, siua unatokea migogoro mingi sana hiyo. Watu kaa tu mm, sawa, mahabusu muda mrefu bila sababu za msingi na kadhalika na kadhalika, sawa, lakini hata kupeleka kesi ambayo ni kesi ya ukweli kabisa ambayo ni sensitive. Kama mtu amefanya kosa la jinai, ni kweli anatakiwa ashtakiwe kwa kosa la jinai mm -hmm, sawa na uwe kweli nalo mantiki. Nimesema kwa mfano nchi ya India, kwa mfano walibadilisha sheria zao sana kwenye masuala haya ya jinai. Eh, na mheshimiwa rais hapa alitengeneza ile tume, mliona imezungumza habari ya haki jinai nani, nani, nani. Sawa, kuna mapendekezo mengi sana yametolewa, bado mengine hajafanyiwa kazi mpaka sasa, labda inaendelea kufanyiwa kazi, lakini wenzetu kabisa India kwa mfano, huwezi kupeleka mtu mahakamani mahakamani kabla hujafanya uchunguzi mm. Na ukimpeleka kabla hujafanya uchunguzi ule muda ambao amekaa kule mahabusu wakati wa kutoa maamuzi mahakama inazingatia ule muda, kwa hiyo inaweza kumwachia huru siku ile ile ambayo inatoa uamuzi, kwa sababu sasa tayari ameshatumikia kifungo huyo, yeah. ule muda amekaa maabusu ni kifungo kile ametumikia maabusu tayari, una kwa sababu huu ni uzembe wako wewe mwendesha mashtaka na, na watu wengine kama hao, mm. okay. Sasa mm. dawa ya dawa ya, kus, ya kus, kuzuia kusambaa kwa taarifa potofu dawa dawa kubwa ni wale ambao wana taarifa kuzitoa taarifa kwa wakati bila kuchelewa, mm. na ziwe taarifa za ukweli na za uhakika, wasidanganya nao au wasitengeneze mazingira ya kujisafisha wao wenyewe kwanza, mm, mm, mm. E, watoe taarifa ambazo ni za ukweli na za uhakika, ili sasa watu wasio wakatengeneza taarifa zingine za uongo. Hiyo ndo dawa kubwa sana. Shukrani sana, tunakamilisha hivyo na wakili, wakili James Marenga tukizungumza kuhusiana na namna ya kukabiliana na taarifa zisizo sahihi katika jamii mm -hmm.